Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakati, wakati mwingine tena bado nipo Dondwe na nimezungumza na imamu. Baada ya kuzungumza na imamu nimepata bahati ya kuonana na katibu wa msikiti huu wa Masjidi Nur, nikaona sio mbaya, naye nikazungumza naye tukapata mauli matatu, kile ambacho tumekipata kwa imamu, naye akatuambia changamoto zake kama katibu, nini kifanyike kuhakikisha kwamba Masjidi Nur inanunuka inainuka inakuwa masjidi bora hapa maeneo ya Dondwe. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Heshima yako kubwa. Nzuri kabisa. E, ningependa kukufahamu kwa majina. Mimi najitwa najita Abdalla Muhammad Machela. Yeah. Na ni, ni, ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Dondwe, mwenyeji wa Rufiji Utete, lakini nilikuwa <laughs> makazi yangu nilikuwa nimekulia ya Dar es Salaam. Nimefanya kazi, baada ya kustaafu nikaja kununua eneo Dondwe hapa kama miaka 15 iliyopita, na sasa hivi nipo katika maeneo hayo nimezoeleka, na nipo hapa katika imani ya dini. Una miaka 15 hapa. Ongera sana, asante. Asante. Una, una, una miaka kumi na tano upo hapa kama mwenyeji. Je, uongozi wako huu hapa una miaka mingapi? Ukatibu. Ah, sasa na miaka kama mitano hivi. Miaka mitano. Kwa sababu kuna watu aliyetangulia nikakuta na wao wakaondoka wengine ametangulia mbele yake nikashika mimi nafasi hii. Wakanichagua kuwa kiongozi au kuwa katibu wa, wa msikiti. Alhamdulillah. Hmm, kama kiongozi najua kuna changamoto nyingi sana unapitia wewe kama kiongozi wa masjidi. Wewe kama katibu nafasi yako uliopewa kipi mpaka kipi kinafikia kipindi aakusawish kasema, ah, natamani ukatibu ni wache, kwa sababu ya haya ambayo yananipitia. Kuna changamoto ambazo zote wanapitia changamoto, kama alivyosema imamu wangu kwamba changamoto inakuaga kwenye pesa, lakini sisi huku bado kijijini pesa haijakuwa ile ya kuingizia. Ni, ni, ni sisi wenyewe kwa wenyewe tunachanga, tunaenda kununua vitu. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa utaratibu, kwa tu bado ile changamoto ile ya kifedha k kwenye katibu anatakiwa kuratibu, ndio mahesabu yao yanaenda sawa, kuna nini kimeingia nini kimetoka kwa hiyo hicho ndio kinakuaga changamoto. Endapo pale utakapoteleza katibu au utakosea, basi uenda ikatokea changamoto ya kusema ah, mbona hapa iko hivi hivi na ukaonekana sio mwaminifu, ukatolewa au ukawa umedhalilishwa katika majambo kama hayo ya kifedha. Da, pole sana, natumia changamoto kubwa sana wazee wangu. Kwa hiyo wewe kuna familia yako kwa familia yangu yote. Aha. Kwa hiyo kama mtu anahitaji kuchangia, nafikiri imamu ameshasema kwamba kuna njia maalum ambazo tutazitaja, ambazo kama katibu mmoja ambaye unajua mambo yote akaunti kila kitu akaunti, akaunti ni ya aina gani? LBC NBC? LBC, ah, basi inshallah. Basi vile vile sio mbaya, na wao ukataja namba yako wanaweza kukutafuta kupitia kwa katibu, wakaonana na katibu, sio mbaya ukataja namba za simu ili nao wakutafute kwa namba zako 77 94 50 hizo namba za katibu wa Masjid Nur Hakikisha unampigia. Kama ukimkosa imamu, mpige katibu, atakupa uongozo wote na namba za simu au na akaunti namba, vilevile atakuelekeza jinsi gani unaweza kuchangia. Hakikisha kwanza, tunahakikisha kwamba Masjid Nur inainuka na Waislamu wanapata kuswali pale na kusamehewa dhambi zao. Ni swala la mziki, ukitoa au tupi, bali utakuwa umechangia kitu kikubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo nilikuwa na katibu mimi, nashukuru sana katibu, kuzungumza na wewe, unawaambia nini Waislamu ambao wana mioyo yao ni ugumu katika kujitoa katika masuala ya dini? Hebu waambie nendo kidogo. Uh, mimi niwashauri ni au niwaambie kwamba watumie maneno kama ya Mwenyezi Mungu kutoa ni wajibu kwa Muislamu. Sadaka inatakiwa itolewe ili kwa ajili ya jambo endelevu hapa duni, duniani pagine na haila ukitoa sadaka ndio mahitaji makubwa ya dini na ndio msimamo mkubwa cha msingi. Tunaomba Waislamu wenzetu mtusaidie, sisi jengo letu liko barabarani na tushapata eneo. Kwa hiyo ile eneo tunataka kulivunja na eneo tushapata na tushaanza ujenzi, lakini bado na tunasuasua. Tunaomba msaada wenu wa hali na mali. Asante. Shukrani sana katibu, amenyoosha vizuri kabisa. Toa kwa ajili ya maisha yako wewe na familia yako, itakusaidia pale siku utapoingia kwenye kaburi. Mimi nashukuru sana katibu. Tukutane tena muda mwingine. Asante sana. Shukrani sana. <laughs> Hii hapa ni eh, Kiyaga TV na kusitu usikose kusubscribe, kucomment na kushare, ili wa kwanza kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka hapa kupitia Kiyaga TV. Tupo ndio tunaendelea tena kuwa eh, Dondwe. Nafikiri wiki ijayo tutakuwa pamoja tena. Asante eh, sana.